Na mwingine anauliza anasema kwamba yeye akaenda e, kupima dhahabu yake, na baada ya kupima e, akaona kwamba zaka yake ni sawa sana riali 120 na yeye e, hana vipi, anaweza kuzigawa zile pesa akalipa kidogo kidogo, kwa sema mara mbili eh, baada ya akalipa Ramadhani kidogo na nyingine baadaye kidogo, je, inawezekana? Kwa asili zaka inatolewa katika kitu kile kile, ndio asili, mfano dhahabu au na dhahabu inatolewa katika dhahabu vile vile, lakini sasa ndio, pengine dhahabu yako mimi nahitaji ikiwa pesa. Kifupi ni hivi, huna pesa, pesa za zaka umefika, lakini huna cha kulipa ile zaka, basi andika katika wasia wako lipo ile nacho na kilichobaki andika katika wasia wako unadaiwa kile umefahamiana, eh katika zaka, na kila ukianza kulipa utabadilisha wasia ule, utaweka, utaweka kilichobakia, utaandika kingine mpaka umalize. Ikiwa huna cha kulipa basi ni hivyo andika katika wasia pesa unazodaiwa za zaka na utawajulisha warithi wako, na kila ukilipa, utachana karatasi hile, utabadilisha, utaandika uta kilichobakia. Kwa mfano umelipa mara mbili au tatu, utafanya namna hiyo, basi hakuna njia nyingine. Wallahu tabaraka taala aala muhkam. Mwingine anauliza kuhusu ana zaka yake. Okay, kuna zaka tayari ishamlazimu kutokana na dhahabu zake alizokuwa nazo eh, lakini hana pesa kama kulipa, afanyeje? Kifupi, mtu huyo ikiwa anadaiwa e, zaka ya e, deni, kuna deni la zaka eh, basi ikiwa hana cha kulipa, anaandika wasia, analipa alichonacho, anaandika wasia eh. Kama anadaiwa kesi fulani na tabaka, atashuhudisha kwa warathi wake, na akipata atalipa, na atashuhudisha kama tayari ameshalipa. Basi ni hivyo, wallahu tabaraka taala aalam muhkim. Naam na kuna mmoja kauliza kiswa lake bahati mbaya nilifuta, lakini nimekumbuka. Maana yake naikumbuka kwamba yeye ana watoto kama saba, pamoja na yeye mtu nane, na wawili katika hawa wanafanya kazi vipi. Anaweza kuwatolea zaka? Hakusema zaka gani, lakini nafahamika zaka tul fitri. Eh, anaweza kuwatolea zaka hawa watatu wenye kufanya kazi, na hali kadhalika hawa nane, na je anaweza kutoa zaka kama mchele, sukari, kitu gani? Akataja vitu tofauti pale. Kwanza zaka muulizaji zaka inakuwa inatolewa chakula, zakatul fitri ndio sunna, ni kutolewa chakula si kutoa pesa, haya pesa mambo ya kisasa tu na nini na ana khilafu kwa maulama, e, lakini chakula ndio asili na chakula kinachotakiwa ni kile ambacho kwamba kinatumika katika kile nchi. Kwa leo ulimwenguni, mahala mote takriban wanatumia mchele hasa katika siku zaidi e, mchele ndio hasa unatumika hata katika nchi ambazo kwamba kuna vyakula vingine lakini katika siku ya Idi mara nyingi watumia mchele. Kwa hivyo ni mchele nao ni pishi moja. Kwa kauli ya juu kabisa pishi moja ni sawa sawa na na kilo mbili na gramu mia moja na sitini. Hii kauli ya juu. Ziko hizi gramu zina tofauti, wengine wanaweza kuja gramu hamsini. Kwa hivyo ukichukua kauli ya juu kabisa ni hiyo, ni sawa sawa na kilo mbili na gramu mia moja na sitini. Ukifanya mbili na nusu mwenyewe heri yako na je, watoto wako kwenye kufanya kazi utawatolea vipi hawa watoto, ikiwa wewe ndio unawaendesha? Lakini tabani, ina maana sababu kwa, kwa, umesema katika swala lako kwamba huna pesa, kwa hivyo dhahiri kwamba wao ndio wanakuendesha. Kwa hivyo kama wanakuendesha, wao wao ndio watatoa zaka kumuendesha ndio atakaye mtolea zaka. Kwa hivyo wao watakotolea zaka iko wao ndio na kuendesha, na, na kama wewe unaendesha watatolea zaka hiyo e, lakini kama ushafika balagha na na pesa wao na nini, si lazima yani, wanaweza kujitolea wenyewe, yani mtu kumtolea zaka e, unaweza kumtolea mtu yote yani, lakini hayakulazimu. Kwa mfano unaweza kumtolea hata mtu wa nje kabisa, haja kuhusu aka mwenyewe, umwambie aridhike tu yeye mwenyewe, umwambie na aridhike basi, unaweza kumtolea umefahamiana eh? Kwa hivyo si lazima kwamba ajitolee mwenyewe eh, lakini kuna masala ya kwamba kakulazimu au hakulazimu. Hawa watoto kama onyesho kwa wakubwa na wanafanya kazi, na hususa kama wako peke yao, wameshaondoka wa katika family wako peke yao, basi hawakulazimu tena. umefahamiana eh? Ukitaka kwa leo tatolea, na wao wakitaka kutolea atakutolea, lakini ikiwa wao ndo nakuendesha wewe, wao ndo watakutolea zaka. Wallahu tabarakataala aalamu hakim.